Ebwana, Baraza la Sanaa Taifa basata limeupiga marufuku wimbo wa Teremsha Bunduki wa kwake msanii Roma Mkatoliki kuchezwa kwenye vyombo vya habari na kusambazwa mitandaoni hadi utakapofanyiwa marekebisho. Kwa mujibu wa taarifa ya Basata iliyotolewa leo Jumanne, Oktoba 21 mwaka 2025, wimbo huo umegiuka kanuni za maudhui ya kazi za sanaa kwa kuwa maneno yaliyotumika huenda yanaweza kuchochea ghasia, upotoshaji na taarifa zisizo za ukweli. Wimbo huo umekiuka masharti na kanuni za maudhui ya kazi za sanaa hasa kipengele kinachokataza maudhui ya lugha ya uchochezi, upotoshaji na uongo. Hivyo, Baraza la Sanaa limeelekeza kufanyiwa marekebisho kabla ya kuendelea kusambazwa. Basata imesisitiza kuwa lengo la hatua hiyo si kumdhibiti msanii bali ni kuhakikisha kazi za sanaa zinazingatia maadili, kanuni na zinachangia katika kukuza amani na utamaduni wa Mtanzania. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali, ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.